Uh, uh, mwenyekiti wetu wa kanda ya Pwani hii ameeleza vizuri sana, na na sisi tulikuwa jirani na Kisutu sana, mimi mheshimiwa Sugu na Boni na, tulis na tulianza kuratibu baada ya kusikia tu mheshimiwa Hecha amekamatwa, tulikubaliana kwamba sisi tukae kimkakati kwa ajili ya kufanya follow up, na baada ya muda tukasikia katibu mkuu amekamatwa na tulimwambia naibu katibu mkuu bara asitoke ofisini aratibu kutokea ofisini na sisi turatibu mahali ambako tulienda tukaweka station kwa ajili ya kuangalia nini kinaendelea watu wamepigwa sana ukienda kwa mfano bwana fedha wetu a, tito ni wakumwe kwenye maombi kabisa alikuwa awezi hata kugeuka ya marungu ya utwa mgongo. Makamu mwenyekiti ameumizwa sana, naibu katibu mkuu na viongozi wengine mbalimbali, mbali na watu mbalimbali mbali wengi wameumizwa sana na tuna uhakika hii namba itaongezeka, lakini hatari zaidi ni kwamba tukiwa pale mortuary pale emergency, wale wauguzi wale walitoa ushirikiano sana Wakasema hawa waliowapokea wanaendelea vizuri, lakini kuna mmoja amepelekwa mochari. Tulipofika pale mochari, walisema tunamaliza uandikishaji. Tukasema tutasubiri, mkishamweka kwenye friji, sisi uwe tumtambue. Hiyo ilikuwa, ilikuwa ni kauli ngumu sana kwao. Walianza kupiga piga simu polisi, baadaye gari lilirudishwa rivers mpaka mlango wa mochari tukaomba kusaidia kubeba mwili wakakataa, lakini baadaye nafikiriwa ni inspekta yule alikuwa in charge wa ile gari akasema, ngoja akaja. Alipokuja akatoa maelekezo, wakaingia kwenye gari, wakafunika wala maiti, akaondoka na maiti. Sasa tafsiri yake nini? Tafsiri yake ni kwamba angekuwa ni mtu ambaye amekutwa katika mazingira ya vifo vya kawaida Polisi wa kupaswa kuondoka na maiti ambayo ilikuwa imeshafika mochwari na kuregister, na, ku, na walikuwa wamesha register, na wakati wana register watu wetu pale walikuwa wanangangania kwenda kumuona kwenye gari. Nafikiri mheshimiwa Mbilinyi akasema kwa vile wanamregister huyu, subiri wamalize, wakimweka mochwari wataondoka, alafu tutamwangalia mtu wetu. Sasa registration na yule yule bwana ambaye alikuwa na mochwari attendant yule alipotuona naye alianza kupata mashaka, kwa sababu aliporudi pale mlangoni nilisikia anawaambia kwamba huyu mtu ame, nini kimemuua? Niambieni ukweli huyu mtu nini kimemuua. Na nafikiri lile swali pia lilikuwa gumu kwa polisi, na polisi nafikiri walicommunicate na authority za juu, ndo akaamua kuondoka na ile maiti ambayo ilikuwa imeshafika. Mkiangalia kwenye tuta yangu ama picha ambazo zimerushwa mbalimbali kwenye mtandao, tulikuwa kwenye mlango wa mochwa na pale kulikuwa na watu wengine wengi wamekuja kuchukua miili yao. Kidogo kuna, kuna taaruki kidogo, watu wanaangalia nini kimeendelea, na sisi tunafahamika, watu wakiwa wanajua hawa ni CHADEMA watakuwa wameumizwa leo. Sasa mimi ni mwambie rais Samia kama hivi ndivyo wanavyomwandalia kushinda uchaguzi, hawamwandalii kushinda uchaguzi, wanamwandalia laana.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 na mheshimiwa Lisu amegoma. Kule tumepata taarifa ya kwamba kesi yake haiwezi ya kuendeshwa gizani, watu wanakuja, polisi imejaza kila mahali, unakamatia makamu mwenyekiti amekamatiwa sarenda, anapigwa anaanguka chini, anadhalilishwa utu wake, naibu katibu mkuu wetu bara, katibu mkuu amekamatiwa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 Polisi juzi wamemkamata makamu ya wa mwenyekiti Kariakoo, wamezunguka naye kwenye gari, wakamwacha kwenye kituo cha daladala. uhuni ge, yani uhuni uliopindukia. Sasa kuna tipping point. kuna kukinai kwamba I've got nothing to keep, sina cha kuhifadhi, sina cha kujivunia. Wananchi wakifika hapo na siku moja watafika, hii nchi itakuwa mahali pagumu sana pa kuishi. Unatakaje kuwa raisi ama unatakaje kuwa mbunge kwa kuumiza watu kwa kiwango hiki? Ikusaidie nini? Yani hata kama wewe ni unakuwa raisi, unamiliki New York yote, unamiliki parisi yote, unamiliki Toronto yote, then what? zenu wote kwamba unataka kuwa mbunge kwa sababu watu wafe. Hii damu zinazomwagika nchini zitanena na laana yake hiyo juu ya watoto wenu na vizazi vyenu. Na huo uchaguzi hamtauona, hautauona huo mchaguzi, hamuwezi kuona uchaguzi kwa kuua watu na hata mkichaguliwa mta hata mkiiba kura mtaandama na laana, sio nyie peke yenu, mlio kwenye madaraka, na watoto na watoto na wajukuu zenu Amen. Mnacheza na damu, mnaumiza watu, mnatesa watu, mnazalilisha watu, mnabambika watu kesi, mnajisikia kupiga watu, mnavyopiga mnajisikia kutesa watu na mna enjoy, mnapata pleasure kwenye mateso ya watu Sadism spirit yani, mnafurahi mnavyotesa watu, mnafurahi mnavyoumiza watu, mnafurahi mnavyokandamiza watu, mnafurahi mnavyoua watu. Mmeua wengi sana na mnafikiri hakuna chochote kinaweza kafanyika. Mimi nawakishia kwamba damu huwe inanena na mwisho wenu uko karibu sana. Maisha gani haya tunaishi? Haya maisha gani haya tunaishi, kwamba leo kuna, kuna mtoto kapoteza baba wake, kwamba leo kuna mtu kapoteza mjomba wake, kwamba makamu wetu mwenyekiti wa chama Zanzibar anakamatwa na polisi, anachukuliwa kutoka Kisutu anaenda kuachwa Ununio, anapigwa miguu, anavimba asitembee Alafu unaambiwa lala, lalia tumbo, maanake wamepigwa miguu, manake wasiweza hata kukro, manake, manake pale walipowekwa, kukikosekana msaada, wanakufa hata na njaa, ama mvua inanyesha, maji yanawakuta, wanakufa. Ukatili wa aina gani? Watu watasema tumtake IGP ajiuzuru. Hii sio ishu ya IGP, hii ishu ya serikali nzima ya chama cha mapinduzi. Rais ndo amiri jeshi mkuu wa nchi hii. Damu inayomwagika iko mikononi mwake, inamuhusu. Hawa watu wanaoteswa inamuhusu na, ina na, wasifikiri wako salama, wasifikiri wako salama kwa mateso wanapatia watu. Hawako salama hata kidogo, hawawezi kuwa salama kwa sababu hii dhambi wanaofanya, hii dhambi hii italipwa. Mungu aziakiwi, Mheshimiwa Rais, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Usipovuna wewe, atavuna Abduli, asipovuna Abduli, watavuna wajukuu zako, kupitia Mchengerwa. Hii mambo gani ya ndugu zangu, kwamba leo tuna wagonjwa viongozi wetu kwa sababu ya kwenda kwenye kesi ya ja mwenyekiti wetu wa chama? Watu wanakwenda kwenye kesi za majambazi, Hakuna mtu anayepigwa. Watu wanakwenda kwenye kesi ambako mtu kamchoma mtu moto, hakuna mtu anayepigwa kirungu. Leo tunakwenda kwenye kesi ya kiongozi wa upinzani nchini, ambao kesi mabalozi wako pale, mbona wakupiga virungu mabalozi? Kuna watu wametoka nje pale, kwa nini wakupiga virungu wale watu? Maana yake nini? Nyiye mnatumia uoga na hii inaendelea kwa sababu ya hofu walionao wananchi juu ya mambo haya. Pengine kuna limiti hizi taarifa zikitaka kufika kwa rais zinachengeshwa. Sisi tunamwambia kwamba kuna watu wengine wanne ambao, ile kunde tuambia, walikuwa kumi na tatu, wanne hawajulikani walipo, mmoja tumemkuta amefariki wengine tumewacha hospitali wanapata rifo waende kwenye matibabu zaidi. Sisi tunamwambia rais, kuna watu wameumizwa kwa sababu walikuwa waibi, walikuwa wabaki, walikuwa wauzi madawa kulevya. Kuna watu wameumizwa na kuna maiti imepatikana, kwa sababu watu walikuwa wanakuja kusikiliza kesi. Tunapewa maumivu kwa sababu ya kusikiliza kesi. Huu dada yetu apeliza, huu picha za kwanza za gereza zilivyorushwa katolewa ka, ka, na waliomkamata ndo wanawake wenzake, kifua chote kinaonekana ni mwanamke. Yani wanaenjoi kutesa, wanapata pleasure kutesa. Hii spirit haiwezi kuiacha nchi hii salama. Ni habari ya muda tu, ni temporary. Asa, mimi wito wangu kwa wananchi anayefikiri yuko salama yuko salama. We mfanya biashara unayefikiri uko salama uko salama. Wewe hujulikani, kama makamu mwenye, makamu mwenyekiti wa chama anaweza akashushwa CHADEMA na akafanywa vyovyote, wewe na mke wako mnaweza mkafanywa chochote na lolote. Lisifanyike nchii, mkifikiri hii kazi ya kupigania haki ni ya CHADEMA, mnaumia wafanyabiashara wafanyakazi wa umma, madaktari, manesi, na nyie polisi wenyewe, jeshi la wananchi, mnatazama haya mambo. Hawa wanaumizwa ni wananchi, si kwa sababu ni uhalifu, ila ni kwa sababu wanatafuta haki zao. Kila mtu na kila mtanzania anatakiwa kujua wajibu wake katika kukataa ya mambo yanaendelea. Tunaomba viongozi wa dini wasikie haya mambo tena, Waislamu na Wakristo, mwongee haya mambo na mkemee, na tuchukue hatua, vinginevyo hakuna mtu yoyote ambaye yuko salama, yoyote nchi hii anaweza akatekwa, akafanya kitu chochote. Mashake amekuwa makubwa kwa sababu zamani polisi alipaswa kuona aibu kuumiza mtu. Leo polisi anasikia fahari kuumiza mtu. Hapa nje tunaongea, kuna gari karibu nane za polisi ofisini kwetu hapa. Tuko ofisini kwetu, lakini tuko mateka. Wananchi, nawaomba sana, sisi hatukati tamaa, kwa sababu tunaona tumebeba wito wa Mungu, lakini mkiendelea na hii attitude. Mnasikia mambo mabaya na ya kishenzi kama yanaendelea, alafu ukimya unaendelea kutawala, hakuna hali yako salama. Huko tunakokwenda patakuwa pabaya mara mia moja ya hapa. Kila mtu atakuwa mtumwa katika taifa hili. Hata ukijipendekeza kwa serikali ya sasa utakuwa mtumwa, kwa sababu kujipendekeza kwenyewe ni utumwa, kwa sababu hukupaswa kujipendekeza. Kama serikali hii kama nchi ingi, kwani hujipendekeze kwa nini? Uwe na namba ya IGP ya nini? Uwe namba ya RPC ya nini? Uwe na namba ya mkurugenzi wa TRA ya nini? Kama nifanya biashara, unafanya biashara yako sawa sawa. Huko kwenyewe kwenye kujipendekeza kwenye na kutafuta network ya viongozi wa serikali na chama, huo wenyewe ni utumwa, huo wenyewe ni utumwa ndugu zangu. Kama alivyosema mwenyekiti wa kanda, hii ni zoni yake. Hiyo ni zoni, hii ni zoni yake nafikiri huyu mtu mwingine ameokotwa ameletwa hapa, huyu ni mtu mwingine huyu. Mleteni hapa, mleteni hapa, mleteni hapa, mleteni hapa, mleteni hapa, angalieni.